Mara kadhaa tumeshuhudia baadhi ya wajawazito wakipitia baadhi ya changamoto ambazo zinawafanya wao wanauma mara kwa mara wakati wa ujauzito, yaani haipiti mwezi au kila mwezi lazima usikie mjamzito fulani amelazwa, ya amelazwa, yanaumwa, yamezidiwa. Lakini kuna baadhi toka wanaanza ujauzito mpaka anamaliza, hajawahi lazwa, hajawahi tumia dawa zaidi ya zile ambazo anapewa kliniki, mpaka anajifungua, ujauzito salama, na anaendelea na afya yake kama kawaida. Sasa siri sasa iko wapi? Siri iko wapi? Sasa kutoka nami Daktari Leni Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Sasa kama bado ukijiunga nasi bonyeza alama subscribe kisha kingire pembeni yake utakuwa umejiunga nasi, tuanze kuangalia nini kinawafanya baadhi ya wajawazito wasiumwe mara kwa mara wakati wa ujauzito? Uzito jambo la kwanza ambalo linawafanya wajawazito hawa wasiumwe mara kwa mara ni kutumia kinga zile ambazo anapewa wakati wa kliniki, inaitwa prophylaxis. Kuna prophylactic antibiotic, lakini pia kuna baadhi ya vitu anapewa kama chandarua. Wakati mara baada ya mjamzito kuanza takriban ya wiki ya ishirini, mjamzito atapewa. Kuna dawa anapewa kwa ajili ya kuzuia minyoo, kuna dawa anapewa kwa ajili ya kuzuia malaria, kuna dawa anapewa kwa ajili ya kuzuia upungufu wa damu, lakini pia mjamzito huyu anapewa chandarua atakapoanza kliniki, lakini pia mjamzito huyu atapewa chanjo ya tetenasi. Hasa vitu hivi kwa pamoja, kwa mjumuisho wake, vina msaada mkubwa sana katika afya ya mama mjamzito, kwani vinamlinda na vitu mbalimbali na magonjwa mbalimbali ya ambayo yanaweza kutokea wakati wa ujauzito. Jambo la pili ambalo mama mjamzito anapaswa kulifanya ni kuhudhuria kliniki mara kwa mara kwani baadhi ya mfano, kama ana changamoto zinaweza kuzuiliwa pindi tu anapoanza kuhudhuria kliniki changamoto. Katika kliniki kuna jinsi ya kumshauri na kuna jinsi ya kufanya ili mimba isiharibike, lakini pia kama imekuwa changamoto kupata ugonjwa fulani leti si, ugonjwa wa shinikizo la, lakini pia imekuwa ikipata magonjwa fulani wakati wa ujauzito kwa hiyo mjamzito huyu akianza kliniki tu kuna jinsi ya kumshauri, kuna jinsi ya kufanya ili asiweze kupata changamoto hii mara kwa mara wakati wa ujauzito. Jambo la tatu ambayo mama mjamzito atapaswa kulifanya ni kuzingatia usafi, hasa usafi wa sehemu za siri, usafi wa vyombo ambavyo anavitumia, usafi wa mazingira ambayo anaishi, kwani mama mjamzito wakati wa ujauzito kinga yake ya mwili inakuwa imeshuka hivyo ni rahisi kupata maambukizi ya bakteria na maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Hivyo kama mjamzito hatapata, hatakuwa katika hali ya usafi muda wote, kwa hiyo ni rahisi kwake kupata maambukizi mbalimbali, maambukizi ya UTI mfumo mkojo, anaweza akapata magonjwa mbalimbali, lakini pia anaweza kapata changamoto zingine ambazo zinaweza zikawa changamoto au zikaleta athari hasi kwa mjamzito. Kitu kingine ambacho wajawazito hawa wanakifanya ni kugundua changamoto mapema kabla hazijawa kubwa. Pindi tu wanaposikia dalili hatarishi, wajawazito hawa ambao hawaumi mara kwa mara, si kwamba waumi huwa wanauma, lakini huwa wanawahi kuchukua hatua. Atakapoona kama maumivu ya kichwa, anawahi kwa daktari. Atakapoona tu tumbo limeanza kuuma, hata kama ni kidogo, anawahi kwa daktari. Atakapoanza tu kuona mabadiliko yote yale ambayo si rafiki, hata atakapoona tu ganzi, simu kwa daktari. Daktari, ina changamoto hii, nifanyaje? ni hali ya kawaida au ni viashiria vya hatari? daktari anamshauri. watu watu kama hawa, na tunawasaidia sana kwayo, si kwa hiyo si dhambi kuwa na mawasiliano na daktari, lakini pia si dhambi kumwona daktari mara kwa mara anapata changamoto. Kwa hiyo jitahidi wakati wa ujauzito usichukulie changamoto fulani kuwa ni ya kawaida chukulie chan, kila changamoto ni hali ya hatari kwa hiyo kila mabadiliko yote yale wanala na daktari kitu kingine wajawazito hawa ambao haumi mara kwa mara wanazingatia lishe bora lishe ambayo ni rafiki lishe ambayo ni kutoka katika makundi yote ya chakula mfano watu hawa wanahakikisha katika mlo wao kuna wanga kuna protini kuna kuna madini lakini pia kuna vitamini. Hii inawasaidia kuwakinga na kuwa na magonjwa mbalimbali ikiwemo upungufu wa damu lakini pia kutopata upungufu wa iron ambazo ni muhimu katika ujenzi wa mwili na ujenzi wa afya ya mama na mtoto. Kitu kingine ambacho wanakifanya wajawazito hawa ni kulala katika chandarua na kufanya vitu vyote ambavyo wanaelekezwa wakati wa kliniki. Kwenda kliniki ni jambo moja, lakini kuzingatia yale ambao unaelezewa una una kliniki ni jambo la pili, kwani imekuwa changamoto kwa baadhi ya watu kwa baadhi wa ya wajawazito kutolala kwa chandarua chenye neti licha ya kuelekezwa kwa undani kuhusu changamoto na athari hasi ambazo wanaweza wakazipata, lakini wao bado wamekuwa hawazingatii mambo haya ambayo wanaambiwa katika zanati au katika kituo cha afya. Kwa hiyo kuna shauri wajawazito wao wanazingatia yale yote ambayo wanaambiwa ikiwemo kulala kwenye neti, ikiwemo kutokunywa maji machafu, ikiwemo kudalili hatarishi, lakini pia na changamoto kaza wa kaza ambazo huwa wanaelezwa mara kwa mara. Kitu kingine, wajawazito ambao hawaume mara kwa mara au hawapati changamoto wakati wajawazito, wakati wanapoanza kliniki Huwa wanapima vipimo vyote na kujua kama wana changamoto yoyote ile ambayo inaweza ikaathiri au inaweza kuleta athari hasa katika ujauzito ili iweze kuchukuliwa hatua mapema. Huyu tunashauri kwamba mjamzito apate vipimo kadhaa kabla ya kuanza kliniki. Na baadhi wamekuwa wakikwepakwepa kwa hiyo kule kukwepa kwepa kumekuwa kukileta changamoto kwa baadhi ya madaktari kutojua kitu gani ambacho kinaweza kikamsumbua mtu huyu. Kwa hiyo tunashauri vipimo vitu ambavyo ameandika na daktari vifanya kwa ukamilifu na kwa usahihi ili waweze kugundua kama una changamoto yoyote. Kwa hiyo hakikisha unapata vipimo vyote ambavyo utaelekezwa na daktari na kwa wakati sahihi. Kitu kingine ambacho nakifanya watu hawa wakati wa ujauzito ni kuepuka katika vitu hatarishi na maeneo hatarishi. Vitu hatarishi kama pombe, kufanya mazoezi magumu, lakini pia kufanya vitu ambavyo vinaweza vikazuru afya yao kama kuzuru, kuvuta sigara, lakini pia kutumia pombe kupita kiasi. Tunashauri mjamzito asiwe anatumia pombe, asiwe anavuta sigara kupita kiasi, kwani vitu hivi vimekuwa na athari hasi kwa mama mjamzito. Hivi vilikuwa ni vitu ambavyo vimewasaidia wajawazito wengi sana kutopata changamoto ya kuumwa mara kwa mara pindi ambapo wapo katika kipindi cha ujauzito yako mambo mengi sana ambayo unaweza ukayafanya, na usiwe unaumwa mara kwa mara, au si nakiti changamoto ya kiafya mara kwa mara wakati wa ujauzito. Yani, kwenye comment section kwamba wewe huwa unatumia mambo gani ambayo yanakusaidia kutunza afya yako wakati wa ujauzito. Ulikuwa naye Daktari Leni Komba, nakutakia siku njema na Mungu akubariki.